Niwaombe wananchi wa Tanzania tuendelee kuamini serikali yetu, tuendelee kushikamana pamoja. Na changamoto ambazo tumepitia katika uchaguzi huu, hazitufanyi kuacha uzalendo wetu kwa taifa letu, hazitufanyi kubeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, haitufanyi kugawanyika. Lakini tujiulize jambo jingine. Kuna huyu huyu jamaa anayejiita rais wa jinzi huyu anasema ni Mtanzania. Tazameni hata anavyozungumza kama roboti vile. Alafu wa Tanzania sisi tunajuana wa Tanzania jamani. Kusema Mtanzania tutajua Mtanzania wa wapi. Tuna makabila tunajuana sisi hapa. Hatufukui makabila lakini tunajuana sisi wa Tanzania. Hata mtu aliyekaa Marekani miaka hamsini hatajulikana ametoka. Mimi ukisema mimi ni Mnyambo, mimi ni Mnyambo toka wa mkoa wa Kagera. Najulikana sisi ukoo wetu, najulikana na familia yetu, najulikana na ndugu jamaa. Wananijua watu kama huyu ni Mwesigwa ni Mnyambo wa sehemu fulani. Wewe unajulikana ndugu yangu ni mtu wa sehemu unajulikana Mtanzania. Hakuna Mtanzania neutral sisi hapa kama kuna Mtanzania mwenye jina la Tanzania neutral. Tuna Mtanzania, tunamjua ni Mtanzania Mzanzibari, ni Mtanzania Mchaga, ni Mtanzania Mkikuyu, sorry m, ewa, Mkerewe ni Mtanzania. Tunajua, tunajua. Mtanzania wa tuna tuna wapi yule? anajaribu kuaminisha vijana kwamba ni mwenzao wa Tanzania ili apate namna ya kuwaingia vizuri na kuwatumia vibaya. Kwanza niwape pole, pia tume nafasi hii kama Mtanzania pia kuwapa pole wote ambao waliguswa kwa namna moja au nyingine kwa kupoteza ndugu zao, kwa kupoteza mali zao, jamaa zao na marafiki zao, niwape pole kabisa. Hakuna mtu anafurahi kwa namna yoyote, hii ndugu yake kumuona ameondoka duniani kwa namna yoyote ile, lakini tujue kabisa kwamba ilikuwa ni mazingira ambayo hayazuiliki kwa namna nyingine. Mimi siamini na naamini Tanzania hakuna ufa wa kiasi hicho. Ni matatizo yametokea madogo sana ambayo yanasuluhishika na hatua zimeanza kuchukuliwa, na niwaombe viongozi wote wa nchi ya wakuu wa wilaya, makatibu kata, wakuu wa mikoa, watendaji wa serikali popote walipo, wajitahidi sana ku-harmonize, wajitahidi sana kwenda kwa watu kujenga umma. Umma huo wa Tanzania bado una imani na serikali yake, lakini pia hatuambii maandamano yalikuwa na watu wangapi. Nitegemea tu relevance kwamba wananchi hawapende serikali yao katika milioni 65 wameandamana milioni 40, ni asilimia 80 wa Tanzania. Hatupi takwimu za walio walioandamana. Sasa unasemaje leo kwamba watu wengi hawapendi serikali yao? Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe like, kushare na kucomment.